Nina uhakika umesikia habari. Tanzania ni kivutio kikubwa cha watalii. Lakini ni nini kinachoifanya isisahaulike kabisa? Hebu tuchunguze sehemu kuu ambazo huwezi kuzikosa. Kwanza kabisa, Hifadhi ya Taifa ya Serengeti. Fikiria, tambarare zisizo na mwisho za dhahabu, uhamiaji mkuu zaidi wa wanyamapori duniani na safari za kushangaza. Halafu, mlima Kilimanjaro, kilele kirefu zaidi barani Afrika. Iwe unapanda au una furahia tukutazama, Kilimanjaro ni uchawi mtupu. Unatamani paradiso? Nenda kwenye fukwe za ungaunga unga za Zanzibar na maji ya buluu pazuri kwa ajili ya kupumzika au kupiga mbizi na pomboo. Usisahau Ngorongoro Crater, ajabu ya asili iliyojaa simba, tembo na flamingo wote wakiishi ndani ya volkano ya kale. Kwa kitu cha kipekee, angalia Ziwa Manyara, ambapo simba wanaopanda miti na makundi ya flamingo huibashu. Na kama unapenda utamaduni, tembelea Stone Town, tovuti ya urithi wa dunia wa UNESCO maarufu kwa historia yake, masoko na ziara za viungo. Haijalishi unapenda nini, wanyama pori, matukio au kupumzika tu, Tanzania ina yote. Anza kupanga safari yako na acha maajabu haya ya kushangaze.